Wakili, kwa hiyo unajua, unapokuwa wakili eh, kila neno nalolitamka lina, lina indication kisheria. Kwa hiyo lazima kuwa moja peya, eh, nini ya vitu eh, ambavyo unapaswa kuwa endowed navyo ni umakini katika kuchagua maneno. Kwa hiyo eh, kuku, kuku, mimi binafsi siwezi kusema moja kwa moja kwamba eh, Humphrey Polepole balozi mstaafu ametekwa tunachofahamu wote ni kwamba ametoweka katika mazingira ambayo e, siyo ya kawaida na ambayo yanapelekea fikra kwamba inawezekana waliomchukua, hata kama walikuwa wanamchukua kwa lengo la kisheria, basi walivunja sheria na ndio maana conclusions zilizopo ni kwamba ametekwa mm. Sasa iwapo au la ametekwa, mm, au ametoweka katika mazingira gani na yuko wapi na anafanyiwa nini kama kuna michakato ya kisheria au mingine ndio lengo letu hasa la kufungua maombi yale, yanaitwa habeas corpus. Habeas corpus kisheria, eh, tafsiri yake kwa Kiingereza ni bring the body, ulete mwili. Yani kwamba mlete huyo mtu mahakamani. Mahakama kuu imeletewa mamlaka ya kisheria ku... ya kuwauliza, kuwahoji, maombi yanapopelekwa na ndugu, jamaa, marafiki au wakili wa mtu aliyetoweka, hey, kwenye mazingira yasiyo ya kawaida au ambaye anashikiliwa kinyume na sheria mahakama kuu na mamlaka ya kutaka e, taasisi au mamlaka nyingine zenye law enforcement, e, powers ziseme kwa nini wanamshikilia mtu huyo, yuko wapi, wa kwa nini hawajamfikisha mahakamani kwa mujibu wa sheria. Na inaweza ikatoa amri stahiki kutegemeana na mazingira. Kwa sisi, tumeomba mahakama iwatake Inspector General wa polisi, mkurugenzi wa mashtaka, mwanasheria mkuu wa serikali kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam kanda maalum ya Dar es Salaam pamoja na mkuu pelezi upelezi wa makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam, kwa umoja wao au mmoja mmoja, tunaamini waa-wanafahamu, wanapaswa kufahamu walipo Balozi Humphrey Polepole kutokana na majukumu ya ofisi zao, waje waiambie mahakama kuu yuko wapi Balozi Humphrey Polepole, na kwa kwa nini hajamshughulikia kisheria mpaka leo na mahakama iwalazimishe wamshtaki kisheria. Kwa hiyo ndio maombi tuliyoyapeleka, tumeyapeleka chini ya hati ya dharura kutokana na mazingira yenyewe ambayo mpaka sasa hivi Tanzania na dunia nzima inayafahamu. Hatufahamu hatima yake ikoje, hatujui usalama wake ukoje, hatujui huko alipo, e, yuko hai au la, na kama anashughulikiwa nini, mazingira gani ya kiafya, You know, ya kibinadamu. Ndio maana tumeomba mahakama ishughulikie kwa hati ya dharura. Tunashukuru mahakama kuu. Tumefaili jana, lakini leo samansi zimetoka. Baadhi ya wadawa wameshapelekewa, na wengine ninavyozungumza wana, wanazidi kupelekewa ili waweze kufika mbele ya Mheshimiwa Jaji Salma Maghimbi kesho tarehe tisa, hmm. kesho, ta, kesho tarehe tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa tatu asubuhi hmm. ya, kwa hiyo e, tuna hali halisi ndio hiyo. Kwa kwa hiyo, katikati ya kiapo tumeongea tu kwa ufasaha kwamba eh, you know, wajingi wake wazifa wake ma, mamlaka aliwai kuyashika na kuyatekeleza kwa ili kuonyesha uzito wake kwamba sio mtu ambaye anapaswa kupotea tu eh, na hajulikani alipo katika namna ambavyo amepotea, na tumesema kwamba hatujaridhika na namna tumesema mahakamani of course, kwamba hatujaridhika na namna ambavyo E, e, mamlaka husika yakiwemo majeshi kadhaa, namna ambavyo yatabaishughulikia ya swala hili, ukizingat, ukizingatia uzito wake, na tumesema pia kwamba e, vitu ambavyo tumeviona ushahidi ambao tumeuona katika eneo husika vikiwemo e, michilizi ambao tunaamini ni adamu, ya damu ya eidha balozi ae Polepole au waliohusika na tukio lile inatupa uhofu kuhusu usalama wake. Hayo yote kwa, kwa jumla yake yametufanya tuende mahakamani, na sasa tunashukuru mahakama kwamba imekubali kutuita kwa, kwa kwa kwa uharaka na kwa, kwa dharura kama ambavyo Mahakama Kuu imefanya. E, huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano, okay. Sio mwaka elfu mbili na hamsini na tisa. Yaani hatuwezi kuanza kuzunguka kwenye vituo vyote vya nchi hii kwa sababu ukianza kusema vituo utaishia wapi? Dar es Salaam uende na Mwanza na Shinyanga na Katavi au uende wapi? Mimi niliandika taarifa mbili kwa lugha zote mbili ya Kiswahili na Kiingereza. Taarifa hiyo imesambaa kabisa, na nilizitaka mamlaka zote zinazohusika na ulinzi wa maria amini wa raia na mali zao, kwamba swala hili watumie, eh, resources zote. Huyu ni mtu mzito, ni swala zito, limetikisa nchi. Uhai au usalama, uh, uh, uh, uh, uh, wa raia wote ule ni, eh, ni, ni ni very precious eh. Una thamani kubwa kuliko kawaida. Mtu hata mmoja tu asipofahamika hatima yake ni shida, lakini kwa namna ya kipekee huyu ni balozi na amehudumu sasa. Kama anaweza balozi mstaafu anaweza ku kutoweka katika mazingira hayo alafu majibu hayapatikani siku mbili, watu bate mkulima wa wapi huko bila kumkosea heshima huyo mkulima. Kwa hiyo nilitoa wito kwamba kwa taasisi na mamlaka zinazohusika hebu wa, wa, wa, wa mobilize